Walikuwa wame yaani, Matasi leo hii kuna mm, klipu imeonekana, yeah, klipu mbili asubuhi ambazo tumeamka nazo mm, ni klipu zinamwonyesha eh, Matasi akiwa ndani ya gari mm, anaongea na mtu lakini yule mtu sauti yake eh, inasikika sauti ila yeye haonekani, lakini Matasi anaonekana wanakubaliana namna ya kupanga matokeo mm, na wanamwambia eh, jitahidi basi tuwe tumepata magoli katika zile dakika ishirini za mwanzo kwa sababu mechi itakuwa bado haijachanganya, umeona mm. kwa hiyo e, baada ya hapo zile, zile video zikaanza kusambaa, watu wakaanza kureview baadhi ya magoli ambayo amefungwa kiurahisi. Kuna mechi ambayo walicheza dhidi ya Kamerun Kenya, wakafungwa mabao matatu kwa moja, aliruhusu mabao laini mno, lakini kuna mechi ambayo Kenya walicheza dhidi ya Iran walifungwa mabao mawili kwa moja aliruhusu aliru, pia bao laini mm. na kuna mechi za ligi sasa. Ukija kwenye mechi za ligi ya Kenya ndo unaona vituko no. <laughs> E, na alikuwa ni golkipa wa timu ya polisi msimu huu mwanzoni mwa, mwa, mwa msimu lakini dirisha la Januari akatoka polisi akaenda katika klabu ya Kakamega Homeboys mm. Kakamega Homeboys ndo inafundishwa na Francis Baraza, kocha wa zamani wa, wa Biashara United na Dodoma Jiji, ndio kwa hiyo sasa kuna mechi ya polisi na na na Kakamega msimu huu mm. mechi moja, mechi polisi wanaongoza moja bila mpaka dakika ya tisini kaja kaachia goli laini mno, kwa hiyo ni kafungwa, yani kafungwa <laughs> goli laini mno. Kwa hiyo sasa hivi eh, shirikisho la soka nchini Kenya FKF wameshatoa taarifa kwamba wameanza kufanya uchunguzi hmm. kwa na kama wakimkuta na hatia, basi watamchukulia sheria, lakini mpaka sasa hivi kuna ushahidi kabisa ule wa video ya yeye akiongea pamoja na watu, wameanza kurileti na yale mabao rahisi ambao alifungwa. Sawa, mi nikasema moja nimpigie hmm. nikajua nataka kumpigia Matasi umuulize. Yeah. <laughs> Na unajua Matasi bwana ni goalkeeper mkubwa. Ashakuwa goalkeeper namba moja mm. wa na hata... <laughs> yeah. yes. uh -uh. mm -hmm. uh, ya taifa na ya Kenya na nimempigia Brian Othiambo kutoka kule Kenya nataka tumsikie anasema nini na kipi hasa mm -hmm. Mashariki Brian Othiambo kutoka hapo nchini Kenya, bila shaka unanisikia vizuri sana, mamjambo TZ. Mimi nashukuru Mungu na wote hapa tuko salama. Unasikika muda huu kupitia sports venue ya Bongo FM taka kujua kidogo eh, kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, kile ambacho amekifanya Patrick ma, eh, ma, eh, Matasi miongoni mwa magolikipa ambao wana jina kubwa wanaweza wakasema hivyo hapa Afrika Mashariki. Sakata hili pengine limechukua sura gani nchini Kenya? Uh, ni sakata ambalo kusema kweli limeweza uh, kutamausha na kuudisha Wakenya wengi, na mie nilikuwa mwongoni mwa watu ambao tuliweza kupata vidio hiyo usiku mida ya saa tano jana usiku uh, kocha wetu uh, golkipa wetu wa timu ya Taifa Harambee Stars. Tutasema ni kipa hapo zamani Patrick Matasi, pale ikisemekana alikuwa anapanga kile kwa kimombo wanafanya wanasema match fix ni upangaji wa matokeo, na ni swala ambalo halijakaribishwa vyema na na Wakenya wengi, ijapo kitu cha kushangaza ni kwamba wale Wakenya wanaofuatilia mpira hawajashtuka, kwa sababu tukiangalia zile yale makosa ambayo Matasi amekuwa akifanya kwenye timu yake ya uh, polisi kabla aondoke aende Kakamega Homeboys, yale ambaye ameweza kufanya kwenye timu ya taifa ya Harambee Stars, Wakenya wengi tayari walikuwa wanakisia. Kwa hivyo hakijawashtua, hakija, lakini wale ambao wafuatilii mpira ndio wameona ni kama kitu kigeni sana. Shirikisho, oh, la mpira limeweza kutoa statement, wakasema kwamba watakuwa wanafanya uchunguzi na yule ambaye ana ushahidi zaidi aweze kuwasilisha pale. E, upande mwingine statement tumeweza shirika letu la habari tumeweza kumpigia mwana bwana mwenye kiti ama mwenye kilabu cha Kakamega Homeboys anakocheza sasa hivi Patrick Matasi, ameeleza kwamba wao watakuwa na Matasi kwenye team bado, kwa sababu ndio mtandao hayo ah. <laughs> <laughs> lakini ah, wanapaswa waendelee kufuatilia ah. Ah, kila siku tutawajuza mm, tutawapa taarifa zaidi kwa undani mm. Unajua nilikuwa nasoma comments za, unajua Matasi ameacha ah, kuitwa mwaka jana eh? Mm, yes, ah, kwenye kikosi cha Kenya ambacho kilikuja kucheza, kucheza Mapinduzi, <coughs> aliachwa. Sasa ukisoma comments watu wanasema bora umemwacha kwa sababu kiukweli yani, ni, ni golkipa ambaye hatufai wa Kenya ana ametuudhi, hasa ile mechi ya Kameruni mm. kwa maana yake But... alikuwa anauza mpaka timu ya taifa na nini <laughs> sasa <laughs> kwa timu ya taifa hatuna ushahidi ehe, hatuna ah. ushahidi, lakini na ile video mm. alikuwa anaongea lugha ya Kiingereza akiwa kwenye gari mm. kwa hiyo hatujui weza alikuwa anaongea Kiingereza mm. na mtu ambaye ni wa taifa hata la nje unajua hauwezi ukasema, hudhani mechi pekee ambayo unaweza kuiongelea, hudhani ni, ni mechi labda hiyo waliocheza labda na Iran kwa sababu ya kirafiki. Yes, ni friend mechi. Kama na Kameruni, lazima itakuwa ni mechi ya kimashindano mm. kama ni mechi ya kimashindano, tunalifahamu uhalisia wa soka letu walikuwa kwa ni kwake, samahani. Ndiyo kaka mm sasa Kakamega Homeboyz tayari tulimpigia Cliff Shimanyula huyu ndio mwenyekiti pale tukamuuliza bwana itakuwaje na golikipa wako ametaja kwenye sakata hili kasema wao bado hawana ushahidi wa kutosha yeyote aliye na ushahidi aulete kwa sababu ile video haitaji mechi haitaji matokeo ni eh, ngumu sana kwa, kwa hivyo lazima waone kuna ushahidi kwamba hii ndio mechi ambayo matasi alihusika matokeo akawa A na B, na e, e, walikuwa wamepanga A na B. Kutoka hapo itakuwa rahisi sasa hata kwa timu yake kuweza kumsimamisha, kwa hiyo tunazidi kulifuatilia hii jioni. Shirika labari, la habari la Nation, hapa nchini Kenya, limeweza kuandika hadithi pia, ambapo tumeona Matasi amesema ile video si yeye, ile video ambayo ambayo iko pale anasema kwamba si yeye e, sio yeye tena mm.

This morning, leo sasa aa iliotoka, akasema si yeye like leo asikuia ile sehemu ya pili ilipotokea, baada ya kaaaa kishwa sana na video hiyo kwamba huyo si yeye. Hebana sawa, kwa kuwa bado linaendelea e. Aha. Kwa kuwa bado linaendelea basi tutazidi kuwasiliana pengine kwa kile ambacho kitaajiri, na si tuweze kujua e, limefikia wapi sakata hili? Yeah, nitakuwa nalifuatilia na nitazidi kuwajuza, mi nikiwa baadhi ya wanahabari ambao wamezama kwenye upande huu, kuna yale ambayo tunaweza kuyapata ambayo hatujaweka hata wazi kwenye vyombo vya habari ya muda mfupi ule inaweza kupata habari kutoka pale pale akiweza kueleza, akieleza, akieleza jinsi mambo ambayo aliweza kuona. Kwa hivyo kwa sasa nitaomba nisiyataje, lakini tukazungumza kando, Bwana Suleiman, kisha nitakupa habari hizo kwa undani kaka. Mimi ni kushukuru sana na tukutakia jioni njema pia. Asante sana sawa bana, ndo kinachoendelea hicho mm, mm. Unajua, kwenye mpira wa Afrika hii <laughs> sio sio stori mpya yes, kwa sababu hata kwenye ligi yetu hapa mm, kumekuwa na maneno mengi sana ya chini chini kuhusu